Okay. Tunashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo tumekuwa na vijana wetu wa kanisa letu la Jesus Wonders. Uh, nimefika hapa kwa mwaliko wa askofu na mwanzilishi wa kanisa hilo Mchungaji uh, William Uya. Uh, nafurahia kwa maana nimepata wakati wa kutangamana na vijana. Tumejifunza mambo mengi kuhusu jinsi vijana wanaweza kujiandaa kwa maisha ya kisasa na hata ya siku za usoni. Tumekuwa na wakati mwema wa kuongelea masuala ya kiroho, masuala ya kijamii, na pia tumeguzia jinsi vijana wanaweza kujiendelesha katika maisha yao ya binafsi ili wawe uh, watu wa manufaa katika um, wakati na ulimwengu huu wa kisasa. Imiso langu kwa vijana ni kwamba wana nafasi mwafaka wa kupata jinsi ya kujiendeleza ikiwa watatafuta uh, wosia kwa wale ambao wamewatangulia na pia kushinda yote, wamtumainie Mungu ambaye atawawezesha kukabiliana na changamoto za maisha. Vilevile, tumekuwa na wenzangu hata kutoka katika idara ya administration wakiongelesha vijana kwa nafasi ambazo county na national government iko nazo kwa ajili ya vijana kujiendeleza. Nachukua fursa hii kumshukuru askofu kwa kutengeneza hili kongamano na ni himizo langu kwamba makanisa mengine pia yakapate kufanya vile amefanya ili watoto wetu wapate nafasi ya kujua jinsi ya kujisimamia katika maisha yao. Jina langu ni Vivian Ayuma na nashukuru Mungu kwa yale anatenda katika maisha ya vijana, na naombea kwamba kanisa letu la Jesus Wonders likazidi kukua kutoka kiwango kingine hadi kingine cha neema. Mungu awabariki wa vijana wetu, na mwakilishi wa masuala ya vijana katika serikali yetu ya gatuzi la Kakamega ambaye ameongelelea masuala ya vijana Tumekuwa na vijana kutoka County Microfinance wakiongelesha vijana kuhusu nafasi za kupata mkopo na, na masuala mengine ya financial growth na pia tumekuwa na himizo na nafurahia kwamba kutoka hiki, uh, kanisa nimejua kwamba kikundi mmoja kimeapply kwa grants ambazo gavana anatoa kwa vikundi na katika kupitia hii njia tunaona kuna ushirikiano mzuri wa kupasha habari na pia kuendeleza masuala ya kujisimamia ya jamii yetu kupitia kwa makanisa na gatuzi letu la Kakamega. Miso langu kwa vijana ambao wanaendelea na masomo ni kwamba jibidishe katika masomo, maana masomo is an equalizer. Masomo itakuwezesha kuwa na akili ambayo imepanuka hutakuwa na mtazamo wa mtu mwenye hajasoma. Uh, one ningependa kuwajulisha kwamba ile nafasi nilikuwa nayo kwa social services siko katika hiyo nafasi saa hizi. Uh, ile ningependa kusema kwamba tuko katika msimu wa kisiasa na masuala mengi ambayo ni ya kufaa wananchi tunaiharibu kwa kuweka siasa, that's my comment. Kwa majina, anaitwa Askofu William Elisha Ouya. Mimi ndio mwanzilishi wa dhehebu la Jesus Wonders Victory Ministry minis uh, mchana wa leo niko na furaha sana juu, kama viongozi wa dhehebu hii tulikaa chini na tukaamua kila mwaka tuwe na kongamano ya vijana. Mara mingi tunakuwa kule kanisani sisi wahubiri tunasimama na kutengeneza ujumbe na kuambia vile sisi tunafikiria, lakini mara hii, pamoja na viongozi, tuliamua tuwatoe in the normal environment ya kule kanisani, tutafute pahali penye watakuwa free, tuandae program kulingana na vile wanataka. That's why kuanzia asubuhi wamekuwa na pahali pa kucheza, kuburudika na kuruka. Hata nimeshangaa kuna wengine huwa kanisani siwaoni wakiruka, lakini hapa because ya hii environment nimeona wakiruka wakifurahia. Jambo lingine kabla tuwaongeleshe, tuliwapatia nafasi waulize maswali kulingana na vile maisha yao i, iko na wakatupatia changamoto. Uh, wengine wakasema tutaka tuwafunze mambo kuhusu na uhusiano, mambo kuhusu na biashara na maisha yao ya kawaida. Nataka kuchukua nafasi kushukuru wale nilialika ku address some of these areas. Nashukuru kwa ofisi ya county commissioner, alikuwa hapo akatuambia yale maneno the national government na prepare na provide kwa sisi. Nataka kushukuru representative of the county government dada yetu Vivian mwenye sahi among the commissioners wa kaunti hii, pamoja na youth advisor kwa, kwa ofisi ya governor. Alichukua nafasi kuongelesha wenzake, na pia niliona ni muhimu kuchukua mmoja wa ya wachungaji ya vijana kwa makanisa zingine, ndio tika invite moja ya pastors wa kanisa jirani mwenye ako youth pia akawaongelesha kama vijana wenzake. Tumekuwa na nafasi mzuri ya vijana Aswa. swali lenye waliuliza nikachukua nafasi kuwaelezea ni vile unaishi maisha ya kuwa wewe ni mfanyakazi, wewe ni uko na jamii na pia wewe ni bishop. Haya maswala tatu huwa unahakikisha aje yote inaenda sambamba. Nimechukua nafasi ya kuwaelezea kile kitu kinanisaidia. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru kila mmoja mwenye alikuja. Nilikuja kugundua sio sisi tu wahubiri wenye wako na answers, ni mzuri hata ku, invite officers wengine wenye wanaelewa masuala kuliko sisi. Jambo lingine nataka kuambia wahubiri wenzangu, ila muhimu kupanga asua, siku moja ama mbili, tuweke kwa vijana, tuchukue nafasi yetu, tuchukue fedha na tufanye vile wanapenda. Hata programu ya leo ukiangalia ni tofauti na programu ya kesho kanisani. Niliwaacha Nilewa, wakaruka juu wakakaa chini wakakula na wakauliza maswali. Unajua, kila Jumapili hakuna mtu mwenye anasimama anaweka mkono juu na kusema eh, pasta hii umesema me, hivi inakuanga, lakini leo nilikubali, wakawauliza na najua Mungu ataendelea kuwasaidia juu wao ndio viongozi wa kesho. Nataka kuambia pia wazee wenzangu, kuna maneno fulani wanapitia yenye sisi hatuelewi Tusipowapatia nafasi ya kujiexpress themselves, hatutawahudumia ya kutosha. Nataka kuchukua pia nafasi hii kushukuru media, because hapa nimeongea na karibu vijana hamsini chini ya mia, lakini nyinyi mkishika ile tunatenda tunasema, mtatusaidia vijana wengi, nchi mzima watatusikiza mtatukubalia kwa hii jambo la kubalance the the the three very important department. Niwaambia jambo la kwanza ni kuchukua priority, ni kuchukua priority kusema, ukikaa chini unasema, leo najua niko na jamii, mimi pia ni bishop, mimi pia nimeandikwa, kama mimi nimeandikwa, mimi ni mfanya kazi, na ku prioritize kusema, leo hii nitaanza hii, fuatia na hii endelee nikawaambia ni mzuri pia ku delegate vitu zingine. Yes, wewe ndio baba, lakini sio lazima ufanye vitu zote nyumbani. Utapata nafasi ya kwenda kanisani, utafanya kazi ya kwenda kazini. Ni mzuri ku delegate, kama kuna vitu zenye mama anaweza fanya, watoto wanaweza fanya, unawaachia ndio upate nafasi ya kuomba na kufanya maneno mengine. Nikataja pia time management. Najua ni mzuri tukienda kanisani kama Jumapili ro akishuka unataka tu kukaa kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini unasahau pia wewe ni baba, unataka kuwe na nafasi na wako. Unasahau Jumatatu ni kesho, nitakana upange kama kanisa kwetu kule Jesus Wonders Victory Ministry pale Sichirai tuko na mpangilio, ibada inaanza saa tatu na inaisha saa saba ikifika hivyo tunaenda mambo ingine. So hiyo ndio mambo niliambia vijana, ukijua kujipanga itakusaidia utabalansi hizo vitu tatu, na kuna ile yeyote yenye itaumia na utakuwa wa baraka kwa zote tatu. Tatua, kuna watu wengi hawaelewi Easter ni nini. Kuna wengi wanafikiria ni wakati ya kwenda outing, ni wakati kwenda kulewa, kujiburudisha, ni wakati wa kufanya mambo ingine, lakini wanasahau the meaning, why is it uh, Easter kuna kitu mwana wa Mungu anaitwa Yesu alifanya siku kama ya leo. Mimi na wewe tulizaliwa kwa dhambi, tumekosa kwa kutenda, kwa kufikiria na kwa kuongea, lakini kuna Yesu mwenye alifiwa, afilia mimi na wewe. Biblia inasema alifanywa kuwa masikini, ndio mimi na wewe tukiwe tajiri. Alibeba laana kwa maisha yake, ndio mimi na wewe hiyo lana itokee. Tulikuwa tumekosa lakini, kwa kifo chake akafanya tukasemea. Sasa ni wakati wa kukumbuka wengine vile yeye alikumbuka sisi, ni wakati wa kusamehana, ni wakati wa kuja pamoja na kukumbuka ile, because alisema do this in remembrance of me, na pia akasema it's finished. Kuna maneno nafurahia sana vile tulikuwa tunafunzwa tuna, tuna kuna mmoja wa mwalimu alisema Yesu angekuwa hapa naulize swali kama hiyo angesema nini? So, ni siku eh, Easter ni kukumbuka Yesu, hakuna kitu ingine kukumbuka Yesu. Ujiulize angekuwa hapa angefanya nini? Sasa hiyo ndio umuhimu wa hii Pasaka. Familia zinakuja pamoja, watu wanasemehana, wanapanga pamoja. Nafikia kwa kuelewa kwangu naweza sema hivyo. Jina naitwa William Onura. Uh, mimi ni kiongozi wa vijana katika kanisa la Dominion Worship Church ambalo liko Mumias Road pale Kakamega Road, na siku ya leo nimefurahishwa sana kufika hapa kwa mwaliko wa rafiki yangu ambaye ni Bishop William Ouya. Amekuwa rafiki yangu wa muda mrefu. Wakati ambapo aliniambia ako na iki ili kongamano kidogo la vijana, nikasema nikuje. Mimi kabisa mimi hupenda kuongea na vijana, kuwahimiza Uh, ile ambayo tunaelewa ni kwamba vijana huwa wanapitia mambo mingi, vijana wako na changamoto mingi sana. Uh, mimi nimekuwa kijana na saa hizi nimesha transit kidogo, lakini naelewa kwamba vijana changamoto zao ni tofauti kidogo na changamoto za watu ambao ni wazima, na tumekuwa na waongelezi wengi hapa, wameongelea kuhusu mambo kadhaa ambayo yanadhuru vijana na haswa uh, vijana wameongeleshwa kuhusu mambo ya time management uh, kuhusu mambo ya setting boundaries. Uh, kuna vijana wameuliza maswali kuhusu mbona vitu zao haziendi muhimu vizuri, na nimefurahia sana as, askofu ameweza kueleza uh, kuhusu jambo la setting boundaries, uh, kuweka mipaka. Kuna zile vitu ambazo lazima utajinyima wewe kama kijana ili ufanikiwe kimaisha, mtu yeyote ukuwe kijana ukuwe mtu wa rika lolote, lazima utaweza kujitenga na vitu kadhaa kidogo, na zile vitu zote ambapo Biblia imekataa lazima ujitenge nazo, ili uweze kupata ile baraka ambayo Mungu amekuwekea. Katika kitabu cha Yeremia, Mungu anatueleza ya kwamba ako na mipango mizuri kwetu na ili tuweze kupata zile mipango mizuri ambayo Mungu ametuwekea lazima tuachane na dhambi, lazima tuweze kuepuka kuweka zile boundaries ambazo mwalimu amesema, we askofu ametaja. Uh, vijana wameongeleshwa kuhusu mambo ya dedication to service. Uh, ni vizuri pia vijana waweze kuwa dedicated kwa mambo ya Mungu. Uh, tumeongelea pale, mama ameongelea kuhusu jambo la prayer. Uh, wakati ambapo alikuwa anafanya the final prayer uh, Mungu anasikia maombi yetu, na akataja kitu ambayo imenigusa kidogo. Akasema maombi sio tu kitu ambacho lazima tufanye sisi kwa sababu ni Wakristo, ni kitu ambacho sisi tunaongelea, tunaongea na Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba. Kwa hivyo tunaweka maombi mbele, uh, we communicate directly with God na hapo Mungu pia ataweza kutujibu mambo yetu ya, kwa hivyo ningependa kuomba kanisa zingine ambazo ziko hapa, a, niseme tu neno ya kwamba umoja ni nguvu, na tukiweza kupanga kongamano kama hili ambalo tunaleta vijana wote makanisa zote zenye ziko katika gatuzi la Kakamega, ama hapa Kakamega County ama town, tutaweza kupata kwamba maisha ya vijana itaendelea kuwa mazuri zaidi, ama wataendelea kuishi kwa mwelekeo ambao ni wa Kikristo. Kwa hivyo, ningependa kuomba sisi wenye tunatoka kwa makanisa zingine tuweze kuiga hii mfano na tuweze kutenga wakati resources, vile bishop amesema, na tuweze kuweka focus pia kwa masuala ambayo ina inadhuru vijana. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Asimi Edwin. Asimu Ebu ni Assistant County Commissioner ofisi ya uh, County Commissioner Kakamega. Uh, we have had an opportunity ya kukua na youth retreat leo uh, which has been successful kutoka asubuhi hadi saa hii. We have learned we have unlearned and we have relearned. tumesoma mengi na it's been a good interactive program huh? We uh, discussed how to connect